Huyu bidada mm, nilikutana naye Insta. Huyu bidada kuchati kuchata alinifollow. Mm. Na mimi nikamkubali kama kawaida ya Insta. Huku na huku kuna huku nimekupenda na vijita hajab nini umeolewa? Mambo ya kunisifia private. Na mimi nashukuru. Ananiuliza umeolewa? Nimeolewa na nani? Na mbunge anafanya kazi gani? Yani kila siku swali lako umeolewa na nani? Umeolewa na nani? Anataka kujua mume wangu anafanya kazi gani? Na alonioa nani? Bidada huyu kupita pita zake, ananiambia na yeye anatamani kunini Kuolewa. Nikamwambia usijali, inshallah riziki ikitokea nitakwambia. Kila kukicha, nami nitafutie mchumba, mi nitafutie mchumba. Nikamwona mtoto mdogo, kwa sababu Insta sikumuona mpaka ile chini, nikamwona mm -hmm. tu kisura mwenyewe anajitahajab, kumbe vitu vingine ndivyo sivyo yani. mm -hmm. tabia na anavyomwona tofauti. Basi mi nikamwongea na kaka yangu, huyo kaka yangu nikampa namba yake, wakawasiliana. Nikampa namba yangu, tukawasiliana, akafunga safari kuja da kutoka, kutoka Tanga upo ndo kwao sijui mwenyewe akajada kanambia, niko, ma tena alikuwa anaita maiwi niko daa. Nikamuuliza ushaongea ushoongea na kakaangu akanambia bado. Nikamwambia basi mi nitaongea nani nanimwambie ajafanya nini. Akua akuone bidada huyu bwana akaja kari yako. mi siku ya kwa kwanza nilishtuka, kanaambia mm-hmm. miaka ishirini na tano sijui mdogo kumuona nikaona eh, ndo huyu kakangu mi nikampiga, so type yako. Akanambia mi mwenyewe nitaka nikwambia, yule so type yangu anavaa manguo yale, mimi siwezi masuruali manini ajachawazi wazi, kakangu hawezi nikaachalala nikamwambia, mi naenda zangu Tabata, tufatane, tukafata mpaka ndo siku alomkaa akamsimamisha mume wangu, akamwambia maneno ya uongo, ishaongea wakisha vuruga kwa mume wangu temina umwangu siku tatu amna ma, manini maelewano kisa, kisa yeye Sindo kamwambia tena mi muongo, akinipa hela mi si, si nini sinunui vitu vya bei hiyo, mi sijui nimepata pesa kwa mume wangu, sijui maneno eh, ya uongo nao yajua, wewe ya kumsindikiza mume wa mtu mwana aka, mwana, unaona mwana, mwana. Mwana. Mwana, anifai sijui, siwapendi watoto yani maneno kibao, sijui namshawishi Salha, huyu mtoto wangu mwenyewe Salha njio mwanangu, mwana. anamwambia Bibi wewe, alikuwa anatoka mwanangu, alikufuata wapi? Nilikutana kule kusimam. Stendi ya basi walimsimamisha, alimsimamisha, alimsimamisha stendi eh, stendi ya basi, nilikuwa natoka naenda mjini, ndo akakwambia maneno yote hapo, na wao kaamini. Niliamini kwa sababu mimi sikujua kama huyu urafiki wao ni wa karibu hivi, mkutana kwenye Instagram. Eh, nili nilijua ni rafiki. Hey, nilijua ni wema wa kutaka muume. Mimi tena sienda kana msiri mwanamke mwenzangu, mm -hmm. dagea. Ila kwenye Instagram hakuna marafiki kabisa, yeye ndio nimeamini unaona, akamsindikiza bana, akamwomba na elfu ishirini kwa sababu mm -hmm. siku ya kwanza ataka lifti, mimi nikamkatalia, nika, kwa ehe, nikamwambia mume wangu aende wa huko unapoenda wewe na mume wangu, akamkwepa wa siku ya pili akamsimamisha, akaanambia naomba kuongea na wewe, akamsimamisha, akaenda huko barabarani ndo akampatia chance alfajiri mama mm. Nduki. Na wakati siku za kaida alivyokuwa hapo kila siku saa kumi na mbili dage. Eh. Tuma naomba poda kumi na mbili, na tunaona raha zetu tumelala na umezetu anatudisturb hmm. Yeah. ina huu bishost. Sasa mume wangu nikaambia, kwani unanipenda? Yeah. Nakupenda mke wangu kweli. Basi fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Yeah. Basi Bas mume wangu akubali. So... Kama nataka niongee, sitaki kupiga picha. Kwa nini? Picha la... shapiga no, <laughs> <shakipiga> picha. <laughs> ah, ah akupigi. Mimi mwenyewe sina picha. Siku ya kwanza huyu hapa ni mwana Instagram alinifuata Instagram sawa, akanitumia mm, mm. akanitumia message, mambo poa, sijui una kaka yangu si atakuoa umeona, mm. Yeye yeah, akaniambia sijui mume wake mbunge sio nini. Nikamwambia okay. Akawa ninganganiza mimi nije kwake sawa, lakini mimi kila nangangani, siku nika, eh, ndo, alikuwa, ulikuwa kila siku unaniambia mimi nije kwako baada ya wiki nimekuja nikamwambia nimekuja, sema tuonane sasa hivi. Nikamwambia ah, mi saivi, ni ni mm. ni mimi sasa hivi nimelala, basi njoo asubuhi. Akaninganganiza mpaka nikaje, si kwamba nimekuja mimi hapa kwa tuma mm. sawa. So, tulikuwa tumekaa kule sitting room natuma mm. na tuma na huyo shemeji yake sawa. So, mm. kesa, so mm -hmm. kanambia, na za kwa sababu ishatokea sasa haina haja ya kuficha ficha vitu sawa. Kaka kananiambia naomba namba zako za simu. Nimekataa zaidi ya mara tano, yaani hata kama kuna msaafu hapa mimi nashika mm -hmm. kwa hiyo bwana, tukaanza kuchunguza mm kaniomba namba za simu sawa so. Yasikia. Tukiwa tuna bishana na tupati point. Ah. Unashafahamu? Na mimi huyu nilimuuliza namba yangu ya simu mpata wapi? Akasema ah. So, so nilichukua kwenye simu ya mke wako. Na voice note zipo. Wallahi lazim. Kwa pia faida yako. Ndagia ah. Kwa vile mimi niko hapa, sawa? Ah. Niko hapa kwao, nipo kila kitu na mimi ndio sisi nimefanya makosa, sawa? Nitaonekana na kina nitakiongea mimi uongo, lakini ukweli ndio huo. Kumpa akanipigia simu. Njoo tuonane sehemu fulani tuongee. Sikwenda, mimi nilikuwa nimeenda kali yako. Mm. Siku ya pili yake nikakutana naye. Ndio tukaanza kuongea. Sawa, kuhusu familia tu sijui tuma hivi na hivi hivi, yani familia tu kama alivyoviongea tuma, sawa. Sasa katika maneno mtu huwezi kuchagua neno lipi la kuongea, lipi usiongee, sawa. Lakini mimi sikuwa si kusema tuma umwache sijui niwe mimi, hapana. Sijasema hivyo. Sasa leo mbona fanya? Ukusema panzoe nyumba laki yes moja. Alinitumia message. Sawa. Mm. Karibu siku karibu wiki niji Dar es Salaam. Nikamwambia, kwa nini? Nimeshamwacha tuma mimi simwezi sijui nini. Nataka siyo ni kuwe wewe. Umeona? Okay. Na mimi akili zilizokuwa za kijinga finyu. Akili zangu ndo zikaja hivyo moja kwa moja. Umeona? Ndio mpaka nikaje hapa. Yaani akili za kijinga. Unaona, unakubali una, mwenyewe hapa ulikuwa na akili za kijinga. Eh, za kijinga za kitoto. Wewe kwenu ni wapi? Kwetu. Mm. Tanga. Same gear. Buku Handeni. Mm. Oh. Handeni ndo <laughs> tulipozaliwa. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nyumbani kabisa chumba geni. Chumba geni. Mm. Hapa Dar es Salaam. Basi, mna ndugu wapi? Ilala, Msasani. Hapa sasa toke Ilala kwa ndugu zako Msasani. Ilala mtaa wa Mwanza. Wewe ial woel fo anatokea, kanambia ametokea Msasani. Umeolewa? Ndiyo. una watoto wanga watatu. mume wako yupo hayupo, amesafiri anda Arusha. <laughs> Nagia mbona muongo wewe? Wewe mume si uko China? Mimi mmenijua siku ngapi sasa? Ah ah, ulija mwambie mume wangu uko China. Subiri kelele wewe mbwa wewe mboko. Kasema hivi ngoja nikwambie Dagea. Ngoja nikusomee message zake huko. Kwanza anasema yeye mume wake washaachana, yuko China. Umesikia Dagea? Kama kweli huyu alishai kunamba msamaha. Tatizo lipotoa, akasema mimi tuma hizi hapa. Mimi tuma kiukweli, nimekosa. Na nitakuwa mwema kwako. Baada ya kuja na message zake na mume wangu zipo na voice ambazo tulikuwa tunazirekodi zipo ambazo yeye anasema kwamba ni, ni, ni, ni, nifanye nini ni, e mimi sawa eh. Je, kuhusu watoto wake na watoto wata wangapi? Akanambia na watoto watatu, mimi kandanganya na mtoto mmoja simi. Kila kitu tumekirekodi, tunacho, anasema watoto, watoto na tume kiekodi wangu sio nyanyasi, nawapenda shoge yangu tena na ukinipasua hapa wenyewe wanajua Salha, Salum. Upo. Huwezi kunigombanisha na watoto wangu, eti Salumu atafurahi. Salumu anakuchukia. Aisha mwambie babake, baba ukimleta yule mimi naondoka kwa mamaangu. Upo mama wangu ananipenda kwa taarifa yako, haniachi. Na ndio maana akakufanyia mpaka umekuja hapa, ili ni kuonyesha kabisa kwamba wewe ulikuwa mnafiki mm. Na dhamira yako haikuwa nzuri, ilikuwa kuvunja hii ndoa. Ndio ushanifahamu. Na panapovunjika ndoa ina maana watoto wanahangaika, mambo mengi yanaharibika. Ulikuwa unataka watoto wangaike. Na kweli tumekurekodi Mwja... kila kitu voice note zako zipo kila kitu, kwa kwangu mimi na anazo na ushahidi mkubwa. Umekuja mpaka chumbani kwetu mm-hmm. Unafanya nini kwangu mimi, uko chumbani, uko unafanya nini? Kama kweli huyu kwe, alikuwa kwe, rafiki yako, chumbani kwake umekuja kufanya nini? Bila ila, ila jirekebishe. Kuto kwepo msa- hawezi kujirekebishi kama aliomba msamaha mwanzo, akarudia tena akadagea, sija kutumia zingine, anasema kabisa mpe talaka ya tatu ah, umenitumia hiyo, mpe talaka zote akamalizie kabisa, alafu anauliza fenicha akachukua, yaani hizi ndio zimemtoa roho kuona vile naishi hmm, na, na mume wangu tukikaa tunalishana hmm. Eti anambia mume wangu hakupenda nakulisha mbele yangu mimi? Mi nampenda mume wangu, ndo maana mlisha kwa mtu yoyote, labda kwa wakwe zangu tu na kwa baba zangu, siwezi kumlisha, lakini kwako wewe, eti mtakupa hadi naomba mimi mke wake akishamuoa atampa kila kitu. Nisameni, nimekosa. Dhamira yangu mimi haikuwa kuvuruga ndoa yake. Ila. Yote yote yote sawa. Mimi ni Bream. Mimi ndo mwenye kosa. Sawa? Hmm. Naomba nisamehe. Tuma naomba unisamehe, Juma naomba unisamehe. Nimekosa. Bila haya mambo usirudie tena. Usirudie tena. Yaani usirudie tena kwa kweli. Wale mmoja walipomejiandaa na kuja kwa bwana loko. Bage hajiandaa shugha yako. Kwanza nanuka jasho ati. Mimi mwangu smart, siku sikufichi. Mimi mwenyewe simpati kwa usmart mume wangu. Mwenye ndo kajiandaa hivi. Hiyo ni. Ya kulalia bibi hiyo. Kwanza na wasasa naitei tena kawaya kwa sababu ninachati kama hafu <todikuelu> siione. <laughs> em dagea kweli mwanamke. Jasho mm, unalisikia? Sijui. Ndio kabeba anakuja kumvalia bwana. Eh, na kitu gani kike kabeba? Ndio hivyo kabeba kabeba, na cheti kamwambia mume wangu anaumwa kaenda kucheki malaria. <laughs> Elfu mbili tu. Hata hela hana. Hana hata mia bibi wewe, afa kama anafanya kazi anafanya kazi anafa. Yaani ananuka jasho zingoda, leo anazisikiaje? Sema haki lilai. Kweli lakini sasa. Ana jasho kali huyu. Ngoja mimi mume wangu hawezi kutembea na anake hivi. Roho ilikutoka sikoni pale nimeletewa zawadi nikamjia nikamwonyesha mwanangu. Na simu ya wewe wewe. Ah, wewe ana simu kama hiyo unaona simu lake. Wapi? Aachi baba ifu. Mumangu anamwambia: nimekuletea zawadi. Eh. Ah, wow, hata kabla sijaiona nishafurahi. Yes, hii faido zawadi leo. Hii ndio surprise. Nilikutandikia shuka hilo hapo. Unataka <inaudible> kuna ile familia? Watu wangu pande shida. <inaudible> Nimeshasema. Mwanamke ufisadi wewe, hey, nisijawahi kuona mm. Naona kwenye TV tu ni mm, lakini leo ndo nimeamini.